Karibuni sana Kiswahili ni Rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya fasihi simulizi. Tuko swali la pili, soma utungo ufuatao kisha ujibu maswali. Ewe makanyanga imara, simama uwe thabiti, ukebe kuaga mkabili ghariba na lake jisu akuondolee alama ya utoto, upate alama ya utu uzima. Usilie kwi kwi kwi kama kitoto kikebe kwenye titi la mamake, na maango yaninaye. Usiwe kama mwanguka aliyetoroka alipomwona gariba atukoi, akajificha rindani mwa mamake, mvunguni mwa kitanda, akajibaza Leo hana lake, si mume huyo, kabaki gume gume. mke hana yeye, kama mwanamke atawapata wapi? Mke nani wa kumposa bintie? kipi kisura cha kumrithia? mbona hakai kwenye baraza la wazee? Siwaona kijumba chake kule nyikani na sikatu, hawezi ishi kesha saliti yetu amali. haya basi

Kwa giza na mwanga, uwe mhimili wa ukoo wa baba babu Makomele, abariki na kukitakasa chako kizazi. Haya basi, umameno ulimi ukaze, mifupa silegeze, jana ndume ni ujasiri, sikunywa kijonga, ukabili miamba ya maisha kwa hali na mali, machaka ya kuita yakupe moyo si duma sichui mwishi nao nusu mwaka kisha tarudi shujaa kisha kuwa mabinti wakuanie maelfu kwa maelfu mke uposwe mali umiliki mashamba ya sheheni mazao tumi mitamba warorome mazizini heshima utunukiwe makanyanga kanyaga imara itikise ardhi, tetemesha ulimwengu. Swali la a. Ainisha utungo huu kwa kuzingatia ujumbe kwenye umbo huu. Ni nyiso. ba toa hoja tano kama idhibati ya jibu lako kwa kurejelea wimbo huu. Kwa hivyo idhibati ni mkabili ghariba na jisu lake, ukebe kuaga, akuondolee alama ya utoto upate alama ya utu uzima. Likebeli, likebehi jisu lake ya moto, kuishi machakani nusu mwaka. Cha eleza athari ya kutozingatia utamaduni unaojitokeza katika wimbo huu: kuchukuliwa kama mume gume gume, kukosa mke, kutengwa au kutoishi na watu wengine, mwanguka anaishi nyikani peke yake, kutohusishwa kwenye baraza la wazee. Da, changanua mbinu za kimtindo zilizotumiwa katika utungo huu. Tanakali ya sauti, usilie kwi kwikwi kwi. Tashbihi, usilie kwikwikwi kwi kwi kama kitoto kikebe. Maswali ya balagha, atapata wapi mke? Nani wa kumposa bintie? Kipi kisura cha kumridhia? Mbona kai kwenye baraza la wazee? siwaona kijumba chake kule nyikani. Kuna tanakuzi usiku mchana, giza na mwanga. Jazanda miamba ya maisha, yani changamoto za maisha. Tashihisi machaka ya kuita. Kuna pia tabaini sinduma sichui, eh? Fafanua changamoto sita zinazokabili aina hii ya utungo kwenye jamii ya kisasa. Kuna utamaduni wa kigeni, watu wameingilia utamaduni wa kizungu na kuacha mila ya asili ya upashaji tohara. Pili, kufifia kwa nyimbo hizi kwa sababu watu hawazingatii tohara za kiasili. Tatu, ukosefu wa utafiti kuhusiana na aina hii ya nyimbo. Nne, nyimbo hizi hazijahifadhiwa kwa njia za maandishi na njia zingine za kisasa za kiteknolojia. Tano, ushindani kutokana na nyimbo za kisasa. Sita, kuonwa kama nyimbo zilizopitwa na wakati. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitafanya kesho. Shukran sana kwa ku subscribe na kwa kunisikiliza.